Katika miaka ya mitatu minne iliyopita wote mnafahamu kwamba imeshika kasi kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ya e, mchango mkubwa katika ajenda hii ambayo mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan ameweka na ni kusema kweli ni, ni international face ni sura ya kimataifa ya jitihada hizi za kuleta nishati safi haswa kwenye matumizi ya jikoni na specifically kwenye nchi zinazoendelea na kusaidia in effect. Baada ya hapo eh, athari yake pia eh, chanya inakwenda moja kwa moja kwenye utunzaji wa mazingira. Na polezi sana TANESCO, alipokuja mkurugenzi mkuu wa TANESCO ali eh, alikuja pia na hoja hii, na TANESCO mmekuwa mnaizungumzia, lakini haijafika kwa wananchi hii ya kwamba kuna majiko ya umeme ma ni kama tulivyokuwa tunaogopa kutumia majiko ya gesi. Hey, yani mtu alikuwa uki gesi unawaza, kwa nini? Kwa sababu ajenda ilikuwa gesi inaongeza nini? Sasa watu wanao kutumia majiko ya gesi wame wameongezeka sana, na tunatumia mpaka kwenye sasa hivi mpaka mama lishe kwa ajili ya domestication, ya, ya nani Fanyeni kila jitihada ili mpate, ili jiko bei gani? <mikita> pamoja na sasa, wewe utakiwa useme jiko <mikita> hili laki mbili sabm lazima utumie sufuria hizi. Kwa hiyo pamoja na sufuria zake, lakini lakini e, mfanya hesabu ya ya kujua kwamba mnaokoa gharama e, kiasi gani viza vi matumizi ya mkaa na jambo ni zuri sana. Jina anaitwa Mhandisi Zawadi Hasana, ni meneja wa mkoa wa Morogoro ukski. Leo tuko kwenye maonyesho ya biashara hapa viwanja vya Jamhuri, na tumekuwa na nafasi nzuri sana ya kukutana na wananchi wetu, na tunamshukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika na kuona juhudi kubwa ambazo zimefanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuleta mapinduzi makubwa kwenye nishati, na sasa tumekuja na majiko ambayo yanatumia nishati nafuu na tumekuja kwa ajili ya kuonyesha watu wote ambao watafika hapa na pia wafanyabiashara waweze kuona na kuweza kuelewa umuhimu na, na namna ambavyo hii nishati safi inaweza kuleta um, faida kubwa katika biashara zao wanazofanya. Kwa sisi, lengo ni kutoa hofu kwa wananchi kwamba umeme ni gharama, lakini kwa matumizi ya majiko haya ambayo tumekuwa yamekuwa ni gharama nafuu sana ambapo kila mmoja akifanya majaribio kwenye sehemu yake, kwenye nyumbani kwake, kwenye biashara yake, ataona manufaa ya kutumia jiko hili. Na basi umeme mwingi ambao tunazalisha kama ambavyo tumeona, e, Mheshimiwa Waziri ametoka Julius Nyerere ametuambia umeme sasa hivi kuwakutosha. Basi tunawasihi wananchi waingie kwenye matumizi haya na waondoe hofu ya kuona kwamba matumizi haya ni ya gharama um, majiko ya umeme ni ya gharama, lakini kwa sasa hivi teknolojia hii ambayo tumekuja nayo ni teknolojia ambayo ni nafuu sana, na wakianza kuitumia wataona faida zake kubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana hapa kwenye viwanja vya jamhuri waweze kupata elimu, lakini na sehemu yoyote ambayo wanaweza kupata hup, kuuliza, kwenda kwenye maonyesho mengine au kupiga simu wapate elimu mbalimbali ya namna majiko haya yanavyofanya na basi, wote tuweze kuhamia kwenye matumizi haya ni nishati salama. Mkuu wa mkoa ameweza kutuhamasisha kwamba tuendelee kutoa elimu, na tunamshukuru kwamba anashiriki na yeye pia kwenye kutangaza matumizi salama ya majiko haya, matumizi uh, ya majiko haya, lakini na sisi pia enye waandishi wa habari ni mashahidi, mnaona kwamba. Matangazo yanafanyika kila siku. Lakini pia tumekuja na mipango ambayo tunawafikishia um, wananchi majiko haya na kuwakopesha waweze kuyatumia na kulipa kidogo kidogo.